Nam, huku nasikiliza Baraka1 TV moja kwa moja kutoka nchini jamhuri ya kidemokrasia ya Congo, na mimi ni Rajab Wakili Kahabonga. Ili kuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook, pamoja na TikTok. Like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Baraka Kibukila mtetezi azikwa kwa heshima kubwa Bukavu. Maiti zaidi ya mia nne na arobaini na sita ndiyo iliokotwa na shirika la msalaba mwekundu ndani ya mji wa Bukavu. Fizi: Operation Saidia Muzalendo yaingia sekta ya Tanganyika, kijijini Kenya nam huko, unasikiliza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni saa kumi na mbili saa za Afrika ya Kati, saa moja majira ya Afrika ya Mashariki, tarehe ishirini za mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na tano. Kumbuka tu kwamba operation saidia mzalendo bado iko inaendelea, na kama hujajiunga na operesheni hii Tumia namba ambayo kunaione kwa skrini yako hapo, na moja kwa moja utawasiliana na timu ya Baraka One TV kwa ajili ya operation ya muzalendo, na pia usikose kutembelea Baraka One TV Channel 2 ili uweze kutana na matangazo yote yanayohusiana na, na operation ya muzalendo pamoja na matukio mbalimbali yanayozidi kurindima nchini jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo kuhusiana na vita ya wazalendo dhidi ya magaidi wa M23 alasvgongo pamoja na RDF. Na pia jiunge na Baraka One TV membership ili uweze kuwa memba wa B1 TV na kuweza kuwa nachangia kila mwisho wa mwezi kupitia Baraka1 TV. Na bahada hayo yote Ingie huko maeneo ya Baraka ambako mazishi ya Kibukila Mtetezi yameweza kufanyika kwa heshima kubwa huko tarafani Fizi, Baraka. Kibukila Mtetezi yazikwa kwa heshima kubwa baada ya alikuwa kiongozi Kibukila Mtetezi kuweza kufariki mapema mwezi huu wa tatu wiki iliyopita, hatimaye siku ya Jumatano ameweza kustiriwa kwenye makaburi ya mababu tarafani Fizi ndani ya mji wa Fizi. Maziko yake yaliweza kuhudhuriwa na watu wa aina mbalimbali, huku maelfu ya watu wakijitokeza, wanawake kwa watoto, wanaume kwa vulana na wasichana wazee wa kanisa mbalimbali, wazee wa asili pamoja na viongozi mbalimbali wa wazalendo. Mazishi hayo ya Kibukila mtetezi yamekuwa ni ya kipekee, na huku mamia ya watu wakitoa ushuhuda kwamba Baraka, Fizi, Ubembe imempoteza shujaa pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kiujumla. Kibukila atakumbukwa kwa mazuri yake aliyokuwa anayafanya zaidi kutetea ardhi ya Fizi na pia kutetea udongo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo usingie mikononi mwa magaidi wa M23 pamoja na RDF. Kifo cha Luteni Jenerali Kibukila mtetezi kilitokeza ghafla na kikiwa ni kifo ambacho kimeweza kuwagusa wengi na kusikitisha jamii yote ya Wabembe na pia jamii yote ya Wakongomani.

Tunaenda kumstiri na kesho saa tatu, kwa upendo ambao tunao wa nchi yetu, kwa upendo ambao tunao familia. Saa tatu tukutane hapa, ndio tutasema maneno mbalimbali na ibada, na tutafunga familia, tutakutanana hapa kwa machozi tunayo, lakini tutafanya hivyo kwa mapenzi ya Mungu amen. Ndio mmoja tu kama vile nam. Baada ya taarifa hizo za kibukila na mazishi ambayo yamefanyika huko maeneo ya Baraka ndani ya tarafa ya Fizi, na moja kwa moja tuingie maeneo ya jiji la Bukavu ambako maiti zaidi ya 406 ndio ndiyo iliyookotwa na shirika la Msalaba Mwekundu jijini Bukavu. Shirika la Msalaba Mwekundu Croix-Rouge nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limetoa orodha na takwimu, idadi ya maiti zilizookotwa ndani ya mji wa Bukavu tokea kuingia kwa magaidi wa M23 lansfungu pamoja na RDF ndani ya mji huo hiyo tarehe kumi na sita za mwezi wa pili elfu mbili na ishirini na tano kutokana na ushahidi wa Amnesty International umethibitisha uwepo wa mahiti nyingi kila kata ya mji wa Bukavu, mahiti mia nne na sita ikiwemo mia moja na kumi raia wasiokuwa na hatia ambao wanazidi kuuliwa na magaidi wa m 23 Kongo pamoja na RDF. Ukiachana na habari hizo za kutoka ndani ya mji wa Bukavu, huko nchini Katari, rais wa Rwanda Mr Skeleton Paul Kagame ameweza kukutana uso kwa uso na Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, rais wa jamhuri ya kidemokrasia ya Congo. Mkutano huo ambao ulikuwa ni wa ghafla umeweza kuwakutanisha maraisi hao wawili ya simu ambako rais wa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo amekuwa akishutumu serikali ya Rwanda inaongozwa na Mr. na Mr. Skeleton Paul Kagame kuwasaidia magaidi wa M23 na pia kuingiza majeshi yake ndani ya ardhi ya Lumumba. baada ya magaidi wa M ishirini na tatu kuweza kujiondoa kwenye mazungumzo yalikuwa yanaandaliwa hiyo tarehe kumi na nane ndani ya nchi ya Angola. Hatimaye mfalme wa Katar ameweza kuwakutanisha marais hawa wawili na kuzungumzia kuhusiana na hali inazidi kuendelea nchini jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, huku Felisi bila kupepesa macho aliweza kumtaka Rais wa Rwanda Paul Kagame kuondoa majeshi yake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haraka iwezekanavyo, hili mambo mengine ya mazungumzo yaweze kwenda mbali zaidi. Katika mazungumzo hayo mfalme wa Qatar pia alimtaka Rais wa Rwanda Paul Kagame kuweza kuyaondoa majeshi yake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya kupata nafasi ya mazungumzo. Utakumbuka tu kwamba Serikali ya Rwanda kwa sasa inapitia wakati mgumu baada ya kuweza kupewa vikwazo mbalimbali na nchi za Marekani pamoja na nchi za Ulaya. Rais wa Rwanda Paul Kagame akiwa nazungumza mbele ya laiki ya wenye Rwanda aliwataka wenye Rwanda kuweza kufunga mkanda maana hali inayokuja kwao itakuwa ni mbaya zaidi.

Mwebwe twebwe Abanyarwanda twitegure kufunga mukanda. Eh, Sio kufunga mukanda peke yake, ni kupigania uhaki wetu. Lazima tupiganie uhaki wetu. Na haki, na haki, ya kupigania. Hii imekuwa ni mara ya kwanza kwa rais wa Rwanda Paul Kagame kuonekana kuishiwa na kukosa cha kufanya baada ya vikwazo kuzidi kukithiri na hivyo kuleta hasara kubwa ndani ya nchi ya Rwanda. Makampuni makubwa ya Uingereza na Marekani tayari yamekwisha kuanza kufunga milango yake kutoka ndani ya nchi ya Rwanda, kitu ambacho kitakuwa ni hathara kubwa kwa serikali ya Paul Kagame. Hii ni Baraka 1 TV na muko nasikiliza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, saa 12 saa za Afrika Kati, saa moja majira ya Afrika Mashariki, tarehe ishirini za mwezi wa tatu, 2025. Asante sana kwa wote ambao mko Australia, wote ambao mko Canada, wote ambao mko Europe, south Afrika, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Afrika Mashariki na Kati, kuendelea kuwa pamoja na Baraka 1 TV. Tembelea pia Baraka 1 TV Channel 2 ili uweze kukutana na matukio mbalimbali yanayozidi kuendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. na baada ya taarifa hizo, moja kwa moja tuingie maeneo ya tarafani Fizi ambako operesheni Seidia Mzalendo imeingia sekta ya Tanganyika ndani ya kijiji cha Kenya kupitia operesheni Seidia Mzalendo inayoongozwa na Baraka One TV, hatimaye hiyo tarehe kumi na tisa imeweza kuingia ndani ya sekta ya Tanganyika tarafani Fizi ndani ya kijiji cha Kenya, ambako kuna kambi za wanajeshi wazalendo wa SPCC pamoja na vikosi vingine. Tukipokelewa na kamanda anayeongoza maeneo hayo Mamadu, aliweza kuipokea timu ya Baraka One TV na hivyo kukutana na askari ambao wapo kwa ajili ya ulinzi. Baada ya kutembelea kambi hiyo hatimaye Baraka One TV iliweza kutoa kitita na kuweza kukabidhi maskari hao ambao wanapambana kwa ajili ya kutetea taifa na kumkabidhi kamanda ambaye anasimamia kambi hiyo ya maeneo ya Kenya. So, uh, jamani tunashukuru sana. Tunashukuru sana kama tokea jinsi tumeanza hii operation saidia mzalendo. Kuanzia maeneo ya Plende ya Ruzizi, ya Luvungi na hapa tuko msektari Tanganyika e, mterita ya Fizi. Na kama unapoona niko na makamanda wa CNPSC, na hii ni kikosi ambayo iko maeneo ya, e, ya Kenya huku, e, Kenya kuplage ba unajua tuko mwinje iko vast, na huku pia ni kuplage kwa maboti kutoka ma Burundi mawapi kwa lazima CNPSC iweke maelema kila fasi juu ya kusikilize. Hello, uh, tukasema gistu tunaenda hivi kuanzia kule Kupende. Tunapanda ti tunafika mu uh, territoria ya Fizi, tunaenda mpaka Fizi. Kote kwenye kuko muzalendo wa CNPCC, wa FABB, wa FPDC, wa Donke muzalendo yote tune anahusika mu operation saidia muzalendo. Sasa ndugu zangu, uh, tunafanya hivi juu ya kuimarisha nchi. Nchi ni yetu sisi wote na hatuwezi kubali adui afike tu atunyanganye nchi na tu tunaona. Sasa tuko uh, yes. Na envelope de gere hapo. Hii ni envelope yetu. Kuna unga na nafikiri ni shida sana. Um, Maduka um, kuna ndoke ni kazi zote. Kwa hiyo um, tunakuwa tunaacha hizi envelope kwa kamanda. Kisha kamanda juu biko mwingine batatembea utafuta mavunga mwingine watauza na watakula, hata siku mbili siku tatu na kwa inatosha dogo. Ile kamanda hapa Mamadu uh, nafikiri kwa niaba ya Baraka One TV na kwa niaba ya Sempesese, tafadhali ya envelope yetu hii hapa

ziko hapa na iko zipate kameme hata maji ya kunywa eh, unaona, tulikuwa napigana usiku na mchana, lakini ndio hivyo, mengine tutaongea. Sasa tunafika kwa mzee kwenda kumzika mzee, kila kule tutaenda kule.

Ukiachana na taarifa hiyo, Mkuu wa Sekta ya Tanganyika amezungumzia sakata la kina dada 15 waliokamatwa eneo la Mboko huku wakishukiwa kuwa ni wapelelezi wa M23 e, hapa tuko Mboko na Mboko kulisemekana kwamba kuna kina dada zaidi ya kumi na tano ambao walikamatwa hapa e, wakiwa wanatokea Goma wakiwa na silaha godio, pesa na hivyo wako chini ya ulinzi hapa. Hali hapa ikoje? Na we ni nani? kwanza za kutambulisha. Ah, sante bwana mtangazaji, mimi ni shefu wa sekta ya Tanganyika, ninaitwa kwa jina la Miobakano Msaba Mteembia gdo kwa hizo habari habari wanasema hapo ni uongo, tena uongo, tena uongo sana. Ilikuwa siku ya Mungu, nimepata kude telefoni kutoka kwa ofisi yetu ya usalama pale Swima, komanda wa polisi alisema, chef de secteur, huko kuna pita moto karibuni munane, ziko na watoto wanamuke na mizigo mingi kumbi muzizi, wio huko na muzicheki Rose Masi, kuingia kanisa ile siku ya Mungu. Nikaita komanda la polisi, nikaita Aner wakatia kamba hapa ku centre de sante. Punde kidogo zile moto zikafika na zote zikazuiliwa, zika na wakazipeleka kula polisi. Mafarmasi zabo ziko nyange misisi Lulimba na Baraka au wamama walijipakiza tu kama vile waabiria. na walipofunguliwa vile vyote akukonekana induce militaire hata moja. Niyo godio uko nasema, niyo masasi uko nasema, na hizo pesa zuko nasema, hakuna kitu kilionekana hata kimoja na wale watoto wanamke walikuwa, watoto wanamke kumi na tano, na ni hivyo wako hapa juu. Moto moja ilikuwa inapeleka mtoto mwanamke mmoja, na zingine moto saba zilikuwa na watoto wanamke wawili wawili, walikuwa wanamke kumi na tano. Na wale wanamke kumi na tano wote walikuja kulala hapa kwangu, na mimi nimekataa wasilale pale kwenye ofisi ya polisi. Moto ndio zilala pale na ile mizigo yao ilala pale, na wakakuja kulala hapa, na leo hivi tuko na tuko na watuma Baraka wako naenda Baraka juu Administrateri alilomba wafike Baraka wawaangalie, wawaone nao kisha waendelee na safari yao. Hakuna kibaya ambacho kimeonekana pale, ilikuwa mashaka yetu tu kuona wametoka Goma na kule Goma sisi na Goma atuko mrelasio ya mzuri, na ni pale tumewashakia, na ni pale tulifanya utafiti kama vile entite decentralise enyeiko na autonomie kwa kufanya kila kitu, ka usalama, kitu cha uchumi, lazima tukiangalie. Na uh, tukizungumzia maswala ya usalama sasa uh, mboko uh, sektari ya Tanganyika ni moja kati ya sektari ambayo kumepitikana vitu vingi vingi hapa, ukichukulia uh, uh, mauaji ya luteni generali Kibukila mtetezi na usalama watu wanapiga sasa vyovyo vyo. Wewe kama mkuu wa, wa sekta hii ya Tanganyika unazungumzaje hali ya usalama kijumla ndani ya sekta ya Tanganyika? Ndiyo, kuhusu hali ya usalama, wakati nisikia mm, kamanda mtetezi amekufa, kuhusu swala ya masasi kupiga kupiga ni wanajeshi au wazalendo wanalewa, wakilewa wanapiga masasa ovyo, akini hakuna cha maafa, hakuna eti wanaiba vingine. Ni mambo tu ya furaha na mambo ya, ya ulevi, na hiyo tunakataza kabisa mwanajeshi kukunywa pombe hadharani na kupiga masasa ovyo. Ukizungumzia kati ya mahusiano ya majeshi ya FRDC hapa na wazalendo Yakoje? maana kuanzia ya Uvira na kuendelea uh, wazalendo wameweza kuwaweka chini ya mamlaka ya FRDC kwa upande wako, hilo swala liko ah, kweli ni mambo ya kusikitisha. Kwanza Makobola mpaka Lweba hakuna mwanajeshi wa serikali wa FRDC, wote wamekimbia. Hapa tuko na polisi hapa Mboko na tuko nao wazalendo, lakini jeshi ya serikali yote imekimbia, hakuna hata mwanajeshi mmoja. Nini shida na wakati Ah, bwana. Kile ambacho nasikia na mimi nasikia walianza kimbia kwanza Goma wanakimbia Bukavu wanaanza kimbia Uvira hata Kalemie limesikia kwamba alikuwa anahitaji tena kukimbia isinge ilikuwa mipango ya serikali kuwarudisha hiyo ilikuwa tumaini lao hata Lubumbashi walikuwa wanaanza kukimbia sasa tujue kama ilikuwa pepo gani kama ilikuwa complicité yao wamekula pesa hata kule Mulima wameacha garnizo yabo yote militaire ya maefe militaire wakakimbia. Uliza vita viko Bukavu, mtu mwingiko kwa Mulima anaacha depo yote mba ya masasi. Hiyo ilikuwa pepo mbaya ambayo ilikuwa inaingilia wajeshi wetu na ile efe yao ya kukamatakamata kamata pesa za M23, ni ile ilifanya wakimbie vile. Kuna baadhi ya watoto wafizi wabembe ambao wanasadikika pia Uh, wamejiunga na M23 wakiwa kwa maeneo ya Bukavu. Wewe kama notable wa haya maeneo unaweza kutoa kauli gani kwa jamii ya Wabembe kipekee? Ile iko laana kubwa, maana M23 ingelihitaji kupata madaraka, ingelipata madaraka kunjia ya uchaguzi sio kunjia ya kimabavu, kunjia ya silaha. Na wakati mtu anakuja na silaha huyo anakuwa adui wa nchi, anakuwa adui wa raia. Sasa wewe raia unakamata na unajiunga nao, Wabembe wamesema kwamba hiyo ni laana kubwa kwa wale watu ambao wamefanya kile kitendo, na waombe Wabembe msamaha. Maana hatuna urafiki na mtu ambaye yuko na silaha, tuko na urafiki na mtu ambaye amba anakuja kwa masilahi mazuri ya kuomba kura, apigiwe kura na raia achaguliwe na raia na aongoze nchi, sio kwa silaha no. Uh, ujumbe wangu kwa raia ya sekta ya Tanganyika ni kwamba wa, watu wote wakae kimya wafanye kazi zao. Tunajua Mungu wetu ambaye ni Mungu wa mababu zetu atabariki Kongo na Kongo itasimama na hii vita itaisha. Nahitaji wana wote wa Kongo wakae kimya na tujiunge kuwa watu mmoja, tu tusapoti rais wetu Felix Tshisekedi, tumsapoti tumpatie nguvu ili ya kupigana mwandishi. Jamhuri ya, ya Kidemokrasia ya Kongo yazidi kupata ushindi kidiplomasia, Marekani ikiipa siku saba Rwanda kuweza kuondoa majeshi yake ndani ya nchi ya Kidemokrasia ya Kongo. Hayo yametangazwa na katibu wa nchi hiyo Mark Rubio. baada ya mapigano ya siku kadhaa M23 wamefanikiwa kuingia Walikale santre hiyo tarehe kumi na tisa za mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na tano jioni. Magaidi hao waliingia Walikale santre baada ya kujipenyeza eneo la Ngora pamoja na Mubanda, ikiwa ni kilomita kumi na mbili na nne hivyo kukata njia ya ngome ya FRDC wazalendo waliokuwa eneo la barabara ya Masisi Walikale.

na asante sana ndugu msikilizaji wa Baraka one TV kuendelea kuyafuatilia matangazo yetu, na huo ndio mwisho wa habari zetu za moto za asubuhi ya tarehe ishirini za mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na tano saa kumi na mbili saa za Afrika Kati, saa moja majira ya Afrika Mashariki.